Na bila shaka uko tayari kabisa kuweza kujua yale ambayo tumekuandalia siku hii leo kutoka katika mtandao wetu wa Jamii Forums. Jina langu ni Ramadhan Goda. Na mimi ni Hasna Ali. Na tuanze na habari yetu ya kwanza. Tunaambiwa zaidi ya Watanzania laki nne na nusu wanaugua magonjwa ya akili. Waziri wa Afya Umi Mwalimu athibitisha kuwepo kwa zaidi ya wagonjwa laki nne na nusu wanaugua magonjwa ya akili nchini. Taarifa iliyosomwa katika maadhimisho ya siku ya afya ya akili duniani hapo jana, yaliyobeba kauli mbiu ya utu katika afya ya akili, huduma za kisaikolojia na afya ya akili kuwa huduma ya kwanza kwa wote, inaonyesha kuwa mkoa wa Dar es Salaam unaongoza kuwa na wagonjwa wengi, ukifuatia na Dodoma na Rukwa. Naam, hiyo ni taarifa yetu ya kwanza ikiwa tunaangalia sasa kwa upande wa takwimu, maoni tuliokusanya ni zaidi ya elfu tatu huku mtazamo wa jumla ukionyesha asilimia 60 ya wachangiaji wanasikitishwa na habari hii na kulaumu jamii kutoyapa uzito magonjwa haya. Asilimia 40 ya wachangiaji wanashauri serikali kutokomeza janga la madawa ya kulevya. Na katika baadhi ya maoni ya wadau, tukianza naye huyu Zuri anasema kinachofanya haya magonjwa yanaathiri watu hadi kufikia hatua ya kutotibika ni tabia yetu ya kupuuza dalili za magonjwa haya aidha kwa kutojua au kwa kuwa na imani za kishirikina. Naam, yeye ndivyo anavyosema hivyo Zuri. Wakati e, Dudus anasema kwamba he, hiyo ni takribani asilimia moja ya wananchi wa taifa hili. Aishangazi mambo yetu he, ni ya ajabu ajabu, msomi kama si msomi, na huko kwenye siasa ndio kabisa ni vichekesho. Ndio hivyo ambavyo alivyomalizia. Je, na wewe mtazamaji una maoni gani kuhusu takwimu hizi? Shiriki mjadala huu unaoendelea kwenye mtandao wa jamiiforums.com katika jukwaa la siasa. Naam, endelea kufanya hivyo katika mtandao wa jamiiforums.com katika jukwaa la siasa. Nasi hapa tunaelekea katika habari yetu ya pili, na ni juu ya kampuni ya Kitanzania ya Simba Motors ambayo yenyewe e, iko tayari kuweza kuunda gari la kwanza kabla ya Desemba ikiwa ni mwaka huu wa 2016. Tunaambiwa kuwa kampuni ya Simba Motors imesema ina mpango wa kujenga kiwanda cha kuunganisha magari aina ya pickup ambacho kitaanza kuzalisha magari kabla ya Desemba tarehe 30 mwaka huu. Naam, hiyo ni kampuni ya Simba Motors ikiwa ni kampuni ya Kitanzania na hadi hiyo ilitolewa na mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo Bwana Jitesh Ladwa mbele ya Waziri Mkuu Kasim Majaliwa katika mazungumzo yaliyofanyika katika ofisi yake iliyopo Magogoni jijini Dar es Salaam. Basi kuhusiana na taarifa hiyo tukielekea katika takwimu ambapo imeweza kujizolea maoni jumla ya zaidi elfu nne ambapo katika mtazamo jumla ya asilimia themanini ya wachangiaji wanashauri magari hayo yawe ya bei ya chini ili Watanzania waweze kuyamiliki kwa asilimia ishirini. Pia wanasema hakuna jipya hapo kwani Tanzania ilishawahi kuwa na kiwanda kama hicho. Naam, hivyo ndivyo zisemavyo takwimu zetu. Tukifungua kwa upande wa maoni, Fikus anasema kwamba bei ya hayo magari nategemea itakuwa chini kwa sababu yanatengenezwa hapa hapa, ikiwa e, kuanzia milioni tano na kuendelea, sio mbaya. Naye nikimwona huyu naye, Algot anasema hii ni habari njema sana, serikali ichochee huu mradi ukue na hiki kiwanda kipewe upendeleo na kilindwe dhidi ya viwanda vingine vya nje ya nchi. Ndivyo anavyoshauri, ndivyo anavyoshauri yeye, hivyo mdau wetu. Lakini wewe je, una maoni yoyote kuhusu habari hii? Unaweza kushiriki mjadala huu unaoendelea katika mtandao wako jamiiforums.com kwenye jukwaa la habari na hoja mchanganyiko. Pia katika habari nyingine, Ali Kiba amtuhumu meneja meneja wa Diamond kuhusika na kuharibu shoo yake huko Mombasa. Ni habari hiyo ikiwa ni habari yetu ya tatu siku hii ya leo. Msanii wa muziki wa Bongo Flava Ali Kiba maarufu kama King Kiba amemtuhumu meneja wa msanii mwingine wa Bongo Flava Nasib Abdul maarufu kama Diamond Platinumz kuwa nyuma ya tukio la kuharibika kwa shoo yake iliyofanyika jijini Mombasa ikiwa ni usiku wa tarehe nane mwezi huu. Msanii huyo akiwa akihojiwa na mwandishi wa habari alisema kuwa alimwona meneja wa Diamond nyuma ya jukwaa wakati kitendo cha kipaza sauti kikizimika kikitokea na kupelekea yeye kushushwa kutoka jukwani na kukatisha performance yake, na anaamini ndiye aliyehusika kufi, kufitinisha yeye kupokonywa maiki katika jukwaa hilo. Ndivyo anavyolalamika hivyo na ndivyo anavyoamini yeye hivyo, Ali Kiba. mm -hmm. na tukiangalia kwa upande wa takwimu sasa, maoni tuliokusanya ni zaidi ya elfu tatu na mia tano huku mtazamo wa jumla ukionyesha asilimia sabini ya wachangiaji wanasema kuwa tuhuma za msanii huyo ni dhaifu na hakupaswa kusema hayo hadharani. Asilimia 30 wanahoji meneja huyo alienda nyuma ya jukwaa kufanya nini. Na tukiangalia katika baadhi ya maoni ya wadau, huyo naye anaitwa Enzi anasema mbona na visababu vya kitoto huyu? Ina maana wale walioandaa shoo ni wajinga mpaka wamruhusu mtu asiyejulikana amzimie mike msanii waliyemlipa milioni mia moja na hamsini? Anashangaa kwamba iwezekani mm. kitu kama hicho kiweza kutokea. Wakati Kimangi anasema tatizo ni salamu, alifuata nini backstage? Alienda kama nani kufuata nini na ili iweje? Na mshauri Ali Kiba awe mpole tu, kwani ana kipaji kuliko wasanii wote nchini. Je, nawe una maoni gani kuhusu hoja hii? Unaweza kushiriki katika mjadala unaendelea kwenye mtandao wa jamiiforums.com katika Celebrities forum. Naam, na hapo ndipo tunapofikia tamati ya Jamii Leo kwa siku hii ya leo. Langu jina ni Ramadhan Ngoda, na mimi ni Hasna Ali, lakini usiache kufuatilia katika mitandao yetu ya Facebook, Instagram, Twitter pamoja na YouTube kwa kuandika Jamii Forum. Nikutakie wakati mwema <tipulia>